Ni yeye Shadrack Muna akiwainua vitini waheshimiwa kwa bao la pili, bao mujarab kabisa linalowalaza Kunduchi Veterans na viatu. Na hii ni kutimia kile kilichotabiriwa siku ya jana tarehe 25 Aprili bungeni jini Dodoma. Hawa ni wanamichezo wa Kunduchi Veterans Sports Club kutoka Dar es Salaam ambao watacheza mechi ya kirafiki na timu ya mpira wa miguu ya Bunge kesho tarehe 26 Aprili wajiandae kufungwa fanikiwa kuwafunga magoli mawili kwa moja na mimi nikienda kambani mara moja. Kwa hiyo hizi ni salamu kwa mechi Akesho, ya kesho dhidi ya ile timu ya South Africa ambayo Simba tunacheza nao kwa sababu mimi pia nahakikisha timu ya Simba Sports Club sawa yeah. Sawa so, mmeanza so, mchezo kwa kuruhusu bao, baadaye ukaja kusawazisha. Ndio. Na kipindi cha pili umemaliza wewe kama nahodha na kukiongoza kikosi chako kumaliza kwa ushindi wa mabao mawili kwa yeah. moja oh. E, mmeenda kuzungumza nini kipindi cha <laughs> mapumziko? Uh, hawa jamaa uh, wana experience, ni timu nzuri na tuko kanje tukakubaliana kwamba cha kwanza lazima tuimarishe kwenye midfield ili tuweze kukata mashambulizi yao, lakini tatu kwenye transition kwamba wanapokuja kushambulia wakipoteza mpira tuweze kufuatilia kwa haraka, na hiyo imetusaidia kupata goli la pili. Unaweza kukumbuka kwamba goli la pili ilifungwa kwa counter attack sababu. So, pia alikuwa na tabia ya kucheza offside trick, kwa hivyo kuna wakati mimi nilikaa na offside position, wao wakidhani mimi niko offside. Uh, kumbe mimi niko pale kama geresha tu, kwa sababu na deal na mimi amemwacha mtu ambaye uh, ameenda kusababisha goli na likafungwa. Kwa hiyo ilikuwa ni mkakati tu kwamba hii mechi ni ya kimbinu, kutokana kwamba na wao ni wazoefu, wanacheza mara kwa mara. Unajua pia timu ya Bunge sisi tuna shughuli nyingi, kwa hiyo kama hivi tungekuwa katika position yetu ambayo tumetoka nayo Mombasa au ingekuta 5 10 Mi, kama na nafasi mpo mjini, karibuni bungeni, mlikwepo like, basi matokeo mtasikiliza kwenye kwenye asubuhi pale kwenye kipindi cha nne kaini kwenye TV mtasikiliza matokeo <laughs> e, na tutatumia na clip hizi za magoli ambazo tumefunga tunazo, kwa hiyo tutaonyesha. <laughs> Na michezo hii kwa kweli inatujengea umoja e, kati ya wabunge na wananchi ambao tunawakilisha kwa sababu muda mwingi pia huwa tunapata nafasi ya kuongea masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kijamii, no masuala ya kiuchumi ya, masuala ya kisiasa na wakati mwingi wananchi wanapata fursa ya kutuuliza maswali wabunge tunapokutana katika michezo kama hii. Kwa hiyo naona ni michezo na na michezo mizuri na tuendelee kuienzi. Na michezo hii kwa kweli inatujengea umoja. E, kati ya wabunge na wananchi ambao tunawawakilisha kwa sababu muda mwingi pia huwa tunapata nafasi ya kuongea masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kijamii, masuala ya kiuchumi, masuala ya kisiasa na wakati mwingi wananchi wanapata fursa ya kutuuliza maswali wa bunge tunapokutana katika michezo kama hii. Kwa hiyo mi naona ni michezo mizuri na tuendelee kuienzi. Hongera kwa mchezo mzuri ingawa mmepoteza mbili moja dhidi ya timu ya Bunge uh niseme Kiyu, kiufupi hali ya mchezo haikuwa mbaya sana kwa sababu ni, ni veterans na tumecheza ki veterans. Kwe, elementi, kwa hiyo hali haikuwa mbaya sana. Maamuzi, ya maamuzi, ya mwamuzi kama tu tulivyoona tu, tu, tu, lakini kihali ya mchezo na mimi tumecheza vizuri kama, kama veterans miongoni mwa minong'ono ya wachezaji wa timu ya Bunge wanasema wao ni watu wazima zaidi nyinyi mna kundi kubwa la vijana lakini mmepoteza mchezo ku niki, nikikuletea hapa sisi tuna mtu ana umri miaka 80 naamini kwao hakuna kwa hiyo hatuna ambaye amecheza humo ndani ana chini ya miaka arobaini hatuna na sisi kama veterans tuna makundi mawili tu Tuna 35 then tuna 40 above. Hongera sana umekuwa na kiwango kizuri sana hii leo na umeipa timu yako bao la pili na ushindi. Nashukuru. Okay, la e, e, game game ilikuja of course, hatukuwa na maandalizi lakini nashukuru, muhimu ni kwamba ni timu tulikuwa tunaangalia tu chemistry ya wachezaji na kwa sababu hatuifanya mazoezi muda mrefu tulikuwa tunatamani tu game hii ya friendly. Ushindi haukuwa sehemu ya mawazo, japo ni nzuri unanogesha. Lakini pia nashukuru pia nimeweza kufunga kwa nafasi, ni kushirikiana na wenzangu, ni kwa ajili ya timu tu, kulingana tu na game ilivyokuwa. Ni ni swala la kimbinu tu, of course, kwa sababu maswala ya kiumri, na mimi kwa ulikuwa tunajaribu kukaa kwenye nafasi, mpira unaachia tu yani au kaenao sana, kwa sababu ilikuwa ni fun, ni fun, ni same pia ya kuchangamana na wenzetu wa Kunduchi ambao walichagua kucheza na, yeah. Na wewe ukawa ndio kipimo cha umri cha kocha. <laughs> <Hapa, na. laughs> Asante sana, nashukuru sana, na, e, kama tunavyofahamu leo tunaadhimisha miaka sitini na moja ya muungano wetu kwa na sisi leo tumeona hapa tukutane, e, tufanye michezo kati ya wabunge na wananchi ikiwa e, e, ni sehemu E ya kuazimisha sherehe hizi za miaka sitini na moja. Watu wote ambao labda wana miaka kuanzia miaka thelathini na tano arobaini na kuendelea, kwa mfano sisi Kunduchi Veteran tuna mchezaji ana miaka mpaka sabini sitini na nane Mmewaona hapa wazee, kuna wengine hawajataka kabisa kucheza, lakini ni vizuri ina, ina, ina, inafanya wazee waweze kupata muda kwanza wa kujumuika na watu wenzao na wengine, lakini pia ukiachana tu na masuala ya mazoezi tunazungumza vitu vingine, unajua sisi ni wa baba, kuna mambo mengi masuala mengi ya kuzungumza vitu vingi. Kwa mna ni sehemu ambayo mnakutana na kupeana ushauri na mambo fulani fulani michakato via, mnatambuana, mnajua nani anafanya kitu gani, nani anafanya kitu gani. Kwa hiyo inakuwa inatuleta karibu zaidi na kutengenezea mazingira bora zaidi. Kwa niaba ya Kunduchi Veterans, uh, mi naitwa Mathias Seguru ni mwenyekiti wa, wa timu kwanza kabisa tunashukuru kwa mapokezi ambayo tumepata. Kunduchi Veterans na Bunge Veterans ni, ni mara ya kwanza. Kwa hiyo basi tuchukue fursa hii kuwakaribisha Dar uh, es Salaam, mtakapopata nafasi kuja kucheza na sisi. Kunduchi Veterans inatumia viwanja vya NDC kwa ambao wamefika Dar es Salaam, chuo cha, cha, cha jeshi pale Kunduchi NDC. Uh, tuna viwanja viwili ambavyo ni Uh, natural glass kabisa kabisa, standard nzuri, timu ya taifa inacheza pale, uh, JKT, uh, Simba Kids Mashujaa uh, na timu nyingine zi, za, za Premier League zinakuja Dar es Salaam kwa ajili ya, ya kufanya mazoezi pale. Kwa hiyo ni kiwanja standard, tunaweza tukawashua mkija um, Dar es Salaam, amtu um, acheza sehemu ya, ya mashaka mashaka.